Klabu ya Yanga leo usiku inashuka dimbani kucheza na timu ya Mo Bejaiya ya Algeria katika michuano ya kombe la shirikisho hatua makundi, mchezo utakaopigwa huko nchini Algeria. Mwandishi wetu Catherine Nyoni ameandaa taarifa ifuatayo. Waziri wa habari utamaduni, sanaa na michezo Nape Nnauye amewataka Watanzania kuungana pamoja kushangilia timu ya Yanga ambayo ndio wawakilishi pekee wa michuano hiyo ya kimataifa. timu zetu zinapocheza nje ni, ni taifa letu liko kwenye, kwenye, kwenye hiyo vita. Kwa hiyo wote kwa pamoja bila kujali tofauti zetu za, za, za, za, za misimamo ya vilabu ya, ya, ya vyetu, tuwaombee Dayanga Afrika wafanye vizuri, na mimi na matumaini nao wamefanya mazoezi ya kutosha. Bahati nzuri juzi wamefanya uchaguzi vizuri, nimpongeze uh, Yusuf Manji na wenzake kwa kuchaguliwa. Tunaamini wataiongoza klabu ya Yanga vizuri, na sisi tunajivunia mafanikio yao na kama Watanzania, dua za Watanzania kwa pamoja ziko pamoja na wao, na tunawatakia kila la heri. Kwa upande wao, baadhi ya wahariri wa magazeti ya michezo, Hassan Bumbuli amesema Yanga ina kikosi bora, inaweza kufanya vizuri, huku Sale Ali akisema Yanga wanatakiwa kuwa makini, kwani wanacheza na timu ambayo hawaifahamu. Ile hofu tu ya kwamba tunacheza na Waarabu, lakini na, nikiangalia jinsi Yanga walivyo, naona Yanga wana nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri na hata kama kufungwa basi si kufungwa kule ambako tumezoea kuona kwamba timu inafungwa magoli mengi, kama tulivyokuwa tunaona zamani kwamba ukienda Misri mnafungwa goli tano goli sita. Lakini Yanga sasa hivi unaonekana imeimarika, ina kikosi kizuri kuanzia uh, golini mpaka kwa washambuliaji. Uh, Yanga inakutana na timu ambayo itakuwa ina uwezo zaidi yake au ina uzoefu kwa maana ya michuano ya kimataifa, kwa sababu Bejaiya, ili wafike pale, lazima umechukua wachezaji kutoka katika timu mbalimbali za pale kwa ambazo walishashiriki michuano ya kimataifa lakini kikosi cha Yanga ukikiona na mfumo wa kocha Hans de anaotumia ni mfumo ambao unaonyesha kabisa ni timu inakuwa makini, wachezaji wanacheza kwa kufata mfumo na wanaongezea na ule uh, uwezo binafsi kama vipaji vyao. Yanga itamkosa Juma Abduli ambaye ni majeruhi pamoja na Nadri Harub Kanavaro. La heri, Dar es Salaam, Yanga yafika katika kuiwakilisha nchi kwenye mashindano hayo ya kombe la shirikisho usiku wa leo.